Habari ya moto, habari inayotrendi ambayo tumeweza kuipata katika media yetu pendwa ya MAI TV ni kuhusiana na penzi kati ya Jonijo pamoja na Jackie Collection. Wiki mbili zilizopita tulishuhudia makubwa kati ya hawa watu wawili, tulishuhudia Jonijo pamoja na Jackie Collection walivalishana pete za uchumba, na tukaona namna ambavyo Jonijo alifurahi basi kukubaliwa ombi lake na Jackie Collection la kumvisha pete ya uchumba. Sasa ni wiki mbili tu zimepita, lakini hili penzi bana, namna ambavyo tumeweza kupata taarifa, limevunjika. Nini sababu ya kuvunjika kwa penzi hili? Basi twende tukamsikilize dada Maymatha, namna ambavyo ameamua kuwapigia simu wote wawili, ili mradi waweze kuthibitisha hili swala, imekuwaje kuwaje? Swala zima la uchumba lilipita, tunasubiri ndoa. Mazito yametokea, makubwa yametokea katikati ya safari yao ya ndoa. Basi mambo yamekuwa ni makubwa na wawili hao wametengana. Ngoja tukamsikia dada Mametha ni kitu gani ambacho amekizungumza ni kitu gani ambacho amekipata? Baada tu ya kuwatafuta hawa watu wawili, ili mradi kuthibitisha wazi kuhusiana na hili sakata, namna ambavyo linaendelea. e, e, e, e, jamani, penzi la Jonijo na Jaki Collection linapumulia gesi. Jonijo yuko huko na Jaki yuko kule, huwezi amini. Nikisema niwakumbushe ni siku chache tu zimetoka kupita tangu sherehe ya mahari ifanyike. Sherehe ile watu walivaa vizuri wakapendeza, akiwemo msanii Barnaba, nyimbo zikaimbwa. Jamani, hamwezi amini, hata wiki tatu hazijaisha penzi linapumulia gesi. Jamani, kumbe wenye hela ndio mpo hivo. Unaambiwa Jonijo siku zote huwa anapenda kuishi kwa Jack nyumbani kwake, anamwachia mlinzi, anaitazama anaisafisha. Hivyo hapa ninavyokuambia, wiki na katika ya pili, Jonijo yuko kwake, anafanya mambo yake, Jack yuko kwake, anafanya mambo yake. Sasa itakuwaje jamani? Hemu funike ni kombe mwanaharamu wapite. Juzi tu mmetoa na posa juzi tu jamani, yaani hata nguo sijui kama zimefuliwa, hata nguo jamani, pafyumu si bado zinanukia? Juzi tu jamani. Na kwa upande wa mahari, Jonijo aliamriwa alipe milioni kumi. Eh, mrembo, umemwona huyo? <laughs> Milioni kumi ndugu yenu Jonijo zimemtoka na kama mnavyojua mambo ya mahari unaweza ukalipa saba zikabaki tatu, unaeza ukalipa nane zikabaki mbili. Sasa sijui swala la ng'ombe, sijui swala la mbuzi, sijui swala la kuku au mambo mengine kaenilikaona nyinyi mjadili. Namba unayopiga haipatikani kwa sasa, tafadhali mwachie ujumbe wa sauti voicemail. Jonijo na Jack wote eh? Tena bora Jonijo hapatikani, Jack ndio hapokei kabisa simu yangu, siku ya tatu leo. Jamani, msameheane eh. Mapenzi ni kwa ajili ya watu wanaopendana na kusameheana.